Rais wa Urusi, Vladimir Putin amesema hakuna sababu ya kutumia silaha za nyuklia ndani ya Ukraine na anatumai kuwa haitajitokeza. Kupitia picha za mjongeo katika mtandao wa Telegram na mahojiano yaliyofanyika na televisheni ya taifa hilo, Putin amesema Urusi ina nguvu na uwezo wa kumaliza migogoro na Ukraine kupitia njia zinazoeleweka na zitakazotimiza malengo yake. Kuhusu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi, Putin amesema Urusi ina nguvu na uwezo wa kutosha kumaliza kile kilichoanzishwa mwaka 2022 na, na kufanikisha anachokitaka. Februari 2022, Putin alitoa amri ya maelfu ya wa wanajeshi kuvamia Ukraine licha ya majeshi yake kudhibitiwa kuingia Kiev, lakini sasa anadhibiti takribani asilimia 20 ya, ya Ukraine ikiwa ni pamoja na maeneo mengi ya kusini na mashariki. Katika wiki za hivi karibuni, Putin amekuwa akisema yupo tayari kufanya makubaliano ya amani huku Rais wa Marekani Donald Trump akisema anataka kumaliza vita hivyo kwa njia ya kidiplomasia. Hofu ya vita hivi kuwa vya kimatumizi ya nyuklia imekuwa ni moja ya mambo yanayozingatiwa na maafisa wa Marekani tangu Urusi ilipovamia Ukraine mapema mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi Marekani CIA William Burns amesema kulikuwa na hali ya hatari mwishoni mwa mwaka 2022 na na kwamba Urusi ingeweza kutumia silaha za nyuklia dhidi ya Ukraine. Hii ni TMC News kimataifa na mimi ni hepibalicidia.